Karibu Mr. Goodluck Manji, kiongozi uh, wa chama cha Medical Records Tanzania hmm. Nataka kujua kutoka kwako uh, kwa sababu mmekuwa mna mafunzo ya almost karibu siku tatu seria pamoja na moi, uh, kama utueleze kwanza mafunzo hayo yalikuwa yanahusiana na nini moja kwa moja. Okay, asante kwa swali zuri ndugu maandishi. Uh, ni kweli unachokisema una ma, mafunzo hapa ya siku tatu ambayo yameandaliwa na chama cha watunza kumbukumbu na taarifa za afya Tanzania THERIA kwa kushirikiana na MOI na mafunzo hayo yanahusiana na, na uchakataji wa data, data analysis kwa kutumia Microsoft Excel. Okay, vipi kuhusiana na mwitikio wa wanachama wako pamoja na washiriki kwa wamangusa ya ujuma? Uh, kiukweli mwitikio umekuwa ni mzuri na uh, nipende kuwashukuru wadau mbalimbali ambao wamejitokeza kuweza kuhudhuria haya mafunzo. Haya mafunzo yamekuwa na idadi inayowezesha wadau kutoka, uh, sekta mbalimbali. Labda mnatarajia nini sasa au mna kitu gani ambacho mnakiwaza baada ya mafunzo haya? uh, swala la kujifunza ni swala endelevu. So, baada ya mafunzo haya tutakuwa kuna mafunzo mbalimbali mengine, kwa sababu nafikiri unajua, teknolojia inabadilika, na sisi kama wataalamu wa data, kila siku kunakuwa kuna teknolojia mpya ambazo zinajitokeza. Kwa hiyo tutaendelea kuandaa mafunzo mbalimbali na kuweza kuweza kuwasaidia wadau kuweza kufanya kazi kwa kuendana na teknolojia ambayo inakuja. Okay. Sawa. Labda pengine kuna chochote ambacho unatamani kuwaeleza uh, watu wengine ambao wanahusika na utunzaji wa kumbukumbu au uchakataji wa taarifa? uh, kitu kingine ambacho ningependa kuwaeleza ni kwamba uh, ni, ku, ni kuendelea kufanya kazi kwa weledi, na ili uweze kufanya kazi kwa weledi ni pamoja pia na kuweza kujiendeleza na kujiupdate katika maeneo mbalimbali ili uweze kufanya kazi kulingana na mahitaji ya sasa, kwa sababu mahitaji yanakuwa na yanabadilika kila baada ya mtu. Ok, asante sana ndugu Goodluck Manji. Wakati mwingine, asante sana.